Kwa kunikaribisha katika kipindi changu cha utabiri wa nyota na Dr. Kuluthum. Siku ya leo, nataka tu kuzungumzia kwamba ni vitu gani ambavyo unaweza kukumbana navyo ikiwa nyota yako imeingia katika sayari ya mbaya, yani vitu ambavyo unaweza ukakumbana navyo ikiwa nyota yako imeingia katika sayari mbaya. Kwa hiyo wewe unayenitazama, unaweza ukasikiliza kwa makini vitu ambavyo unaweza ukakumbana navyo ikiwa nyota yako imeingia katika sayari mbaya au katika mzunguko wa sayari mbaya, vinaweza vikakaa kwa muda mrefu kuizungukia nyota yako. Na nyota inapoingia kwenye sayari mbaya huwa inakutana na matukio mengi na matatizo mengi ambayo yanaweza kufanya mambo yake akavurugika na akajikuta ameingia kwenye matatizo makubwa na vile vile yanaweza akamletea mtu matatizo ambayo akampelekea akaingia kwenye matatizo ya kudumu ya kipindi kirefu, na ambayo hawezi kuyatatua. Kwa hiyo mzunguko huu umekuwa ukigusa nyota za watu, na hauwezi kuzuia, kwa sababu tunasema, kwamba kuna watu wengine wanasema kwamba mimi nitajuaje nyota yangu kama imeingia katika sayari mbaya, au mtu mwingine anaweza akasema kwamba kwa nini niko kipindi kirefu nikihangaikia mambo yangu yaapati ufumbuzi? Ufumbuzi kwa kuto kujua tu kwamba nyota yake imeingia katika sayari mbaya, na kwa mzunguko huu, basi tumeweza kupata matatizo mbalimbali mbali. Aa, tunasema sayari tatu ni mbaya katika mzunguko wa nyota ya mtu inapokuwa imeingia. Sayari ya kwanza ni ya Zohal, na sayari ya pili ni sayari ya Marihi, sayari ya tatu ni sayari ya Atwaridi. Kwa hiyo hizi sayari tatu zimekuwa na matatizo katika mzunguko wa nyota za watu, na unaweza kukuta kitu ambacho cha kwanza kabisa kinaweza kumkumba mtu ni kuharibikiwa kwa kazi zake au kufukuzwa kazi na kuvunjika kwa ndoa a, kuingia kwenye kesi au kusingiziwa, hata kama hujafanya kitu chochote, utakuta mtu anasingiziwa jambo ambalo hajafanya kitu chochote na kitu kingine ni kukaa kwa muda mrefu bila kazi yoyote, na ukifuatilia kunakuwa na ugumu wa kuto kupata hiyo kazi. Na vilevile vile ahadi nyingi unazopewa katika mambo yako zinashindwa kutimia. Ahadi unaahidiwa, utapata kazi, utafunga ndoa, utafanya hivi, unakuta kuna ugumu wa kutimia kwa vitu hivyo. Kitu kingine ni kupata hujuma au mikosi mbalimbali, mbali na migogoro isiyoisha kwenye upande wa mahusiano au upande wa utafutaji na kupata maradhi ya kuugua kwa muda mrefu. Nyota yako inapoingia kwenye mzunguko wa matatizo, kwa mfano kama si nyota kuzunguka kwenye matatizo, huwezi ukaingia kwenye maradhi, huwezi ukaingia kwenye furaha na huwezi ukaingia kwenye huzuni. Ule mzunguko ndio unapeleka kwenye furaha, kwenye huzuni na kwenye mambo mbalimbali. Kwa upande wa biashara, labda mtu nyota yake inapokuwa imeingia kwenye huu mzunguko wa sayari tatu nilizozitaja basi utakuta mambo yanazidi kuwa magumu, kama biashara inarudi nyuma, anachofanya hakionekani, anabaki anazunguka hapo hapo, au kuifunga biashara na kuachana nayo na kwenda kujaribu jambo lingine ambalo kwa upande wanyo, wa nyota tu ikiwa imeingia kwenye matatizo hayo, basi anapofika kuanzisha jambo lingine bado linakuwa ni gumu na linashindwa kuenda sawa kama anavyotaka na ikumbuke kwamba sayari hizi zimekuwa ni baadhi ya muungano tu wa matatizo, na inakuwa inamkalia mtu kwa kipindi kirefu, kutokana na kwamba inakaa kwa muda gani. Kuna zingine kwa miezi miwili, mingine miaka, mingine miaka mitano, bado sayari yake inakuwa imekaliwa katika mzunguko huo. Na mara nyingi, watu wengi tumeweza kuwashauri, unapogundua nyota yako iko katika mzunguko wa matatizo, jaribu kuitatua nyota. Ndio maana unakuta labda mtu anaenda kusafisha nyota anaenda kupandisha nyota yake, inakuwa iko chini, hata akizungumza asikilizo, hata akifanya jambo hawezi kufanikiwa. Na moja kwa moja basi, nataka nikukumbushe tu kwamba leo tulikuwa tunazungumzia sayari tatu ambayo ni Zohali, Mirihi na Atwaridi, ambazo zinaweza kuwanyanyasa watu ikiwa nyota zao zimeingia hapo. Kwa mfano, ikiingia kwenye Atwaridi, mtu hupata marazi ya muda mrefu na kuuguzwa kwa muda mrefu. Na inapoingia kwenye mirihi, mzunguko huo unaweza ukafikisha yale marazi yakaendelea kuwa makubwa na hatimaye mtu kupoteza maisha, ikiwa sayari ya marihi imemsimamia au imemzungukia kwa muda mrefu au kipindi kirefu. Mimi ni Dr Kuluthum.